Ukiniuliza kwa sasa nani ambaye anaishi kwa misukosuko kwenye penzi lake, basi nitamtaja Zuchu. Kwa nini? Kwa sababu aliyekuwa mpenzi wake na Diamond Platnumz, hapa nikimaanisha ex wake na Diamond Platnumz Ms Ryta amekuwa haachi vioja kila kukicha, amekuwa ni vitimbwi juu ya vitimbwi juu ya kile ambacho anakifanya, kwa sababu siku ya jana bidada huyu, kuna baadhi ya posti ambazo ameshare zikiacha maswali mengi kwa mashabiki wengi wa Zuchu pamoja na mashabiki wa Diamond Platnumz. Licha ya kwamba Diamond amewadisappointi waandishi kwenye tukio ambalo aliwaahidi, lakini sipo hapa kukuambia kuhusu hilo. Ndipo hapa kuweza kukwambia posti ambazo aliziposti mwanadada huyu ambaye aliyekuwa mpenzi wake na Nasibu bidada huyo ama Ms Ryta kupitia ukurasa wake wa Instagram Insta story, licha ya kwamba amesha ameshaifuta hiyo posti kwa sasa, lakini kuna baadhi ya kauli aliiandika, kauli ambayo aliandika kama unaiona hapo ikipita, aliandika kwa kusema kwamba mimi na bibi wangu tutaachana tukifa. Sasa kilicho moja kunishangaza zaidi ni ule wimbo ambaye ameuweka pale juu, alikuwa ameweka wimbo wa Zuchu, nyumba ndogo, wimbo wenye maudhui ya wake wenza pamoja na vitu kadhaa. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, ukurasa rasmi wa Ms Ryta kuna posti ambayo amejiposti yeye mwenyewe ikimwonyesha kwamba yupo chumbani akiongea na simu, lakini pia kwenye insta story kuna posti ambayo aliweka ikimwonyesha anaangalia movie. Nianze na posti ambayo ameiposti akiwa chumbani anaongea na, na simu. Kwenye hiyo posti aliandika neno moja tu, akaandika hello na emoji ya kuonyesha mkono lakini location pale alikuwa ameiweka location, ilikuwa inasoma ni Wasafi TV. Sasa kitu ambacho kimekuja kuibua hisia tofauti kwa baadhi ya mashabiki wa Zuchu, wa Diamond Platnumz, na wale wote ambao wanafuatilia sakata hili la hawa watu watatu, nikisema triangle nadhani nitakuwa nimeipatia kwa namna fulani kwa sababu yuko Zuchu, yuko huyu Ms Ryta, lakini pia yuko na Diamond Platnumz. baadhi ya watu kwenye comment pale chini walikuja na kuandika mambo kadhaa. Nikupitisha kwenye comment chache hapa, kabla sijaendelea kwenye ile posti ambayo ameiweka Insta story. Comment pale kuna huyu amekuja ya akamwambia hatimaye, Zuchu kapata king'anga mwenzie maisha yako mtandaoni mazuri sana, ila live una maisha magumu. Huyu ni mtu amemwambia hivyo, lakini mwingine anamwambia, kuna huyu amesema kwamba hata mimi nisingelipa kodi hapa. Kuna huyu amekuja kuuliza kwamba Wasafi TV tena, akaweka na emoji ikiwa inacheka, lakini mwingine akasema, basi mama kodi unapewa basi mama tunasaumu kodi itakuja mahala ulipo. So watu wengi wameonyesha ishara ya kwamba bidada huyu hizo, eh, zote anazozifanya ni kwamba tunalipia kodi na Diamond Platnumz, lakini haijathibitishwa na yeye mwenyewe ambaye anasemwa kwamba anafaidika na kulipia kwenye Diamond Platnumz, lakini kwenye posti ambayo ameiweka kupitia Insta Story, ameweka posti ambayo ni video, ana- ameshuti video kupitia tu simu yake na video ikimuonyesha kwamba anaangalia movie. Sasa pale chini ame tag location ni Wasafi FM, kwamba yupo Wasafi FM anaangalia hiyo movie. Lakini kumbuka ile post ya kwanza aliyokuwa chumbani, anaongea na simu ile, ilikuwa ili ni post yameweka ni Wasafi TV. So ni post ambazo huyu dada amekuja nazo e, weekend hii ikimwonyesha kwamba bado anaingia na kutoka, anaingia na kutoka. So tuandikie hapo kwenye comment, wewe hii triangle unaionaje? Je, Zuchu huko anapoelekea atafanikiwa kuishinda hii vita, ama huyu bidada tayari amesharudiana na aliyekuwa mpenzi wake wa hapo awali Diamond Platnumz? Kwa sababu si kwamba haiwezekani wawili hao kurudiana, inawezekana, kwa sababu hakuna kisicho kinachoshindikana chini ya jua, na wawili hao tayari wameshakuwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni kitu cha kuzungumza vizuri. So hii ni sawasawa digital, habari kiganjani mwako.